Lakini nasema pamoja na mradi hiyo mikubwa iliyofanikiwa sana kwa kazi ya mbunge na rais wetu, lakini vilevile katika miaka hii mitano tumesema tunakwenda kuanzisha mradi mwingine tena mpya wa maji, na mradi unaoenda kuanzishwa unaenda kuimarisha maeneo ya Pawaga, Mgama, Itwaga, Ikuvilo, Wangama, Kitapilimwa na uchu, uchumka, eh. eh. Lakini vile vile tunakwenda kujenga visima vipya virefu vya maji vitano. Lakini vile vile tunakwenda kukamilisha skimu ya Ifunda, Ihemi, Weru, Kibete na Ikungwe. Lakini vile vile tunakwenda kukamilisha mradi wa Magubike, lakini pia mradi wa Tungamalenga, Tanangozi na Malinziga. Hii ni pamoja na jimbo jirani yenu au sio? Eh, hapo vipi? Hapo sawa. Lakini pia serikali ya CCM tukipata ridhaa ya kuongoza tena tunakwenda kuimarisha huduma za ugani kwa ajili ya kilimo cha kitaalamu. Hapo vipi? Hapo. Lakini vile vile tumesema wana Isimani pia ni wafugaji, Isimani pia ni wafugaji, kwa katika kipindi cha miaka mitano inayokuja. Tunakwenda kuimarisha utoaji wa ruzuku ya chanjo na madawa ya mifugo.